Tuanze isimu jamii. Maana ya msamiati ufuatao: isimu ni somo linacho, ni somo au unaweza kusema ni taaluma inayochunguza lugha kisayansi. Somo linalochunguza lugha kisayansi, au useme ni taaluma inayochunguza lugha kisayansi. Jamii ni watu wanaoishi pamoja watu wanaoishi pamoja wanaitwa jamii. Kwa hivyo sasa, umejua maana ya isimu ukajua ni taaluma inayochunguza lugha kisayansi, na ukajua jamii ni watu wanaoishi pamoja. Kwa hivyo kuunganisha zote mbili, isimu jamii, isimu jamii ni somo linalochunguza uhusiano wa lugha na jamii. Kwa hivyo isimu jamii huchunguza uhusiano wa lugha na jamii uhusiano wa lugha na jamii. Lugha ni mfumo wa sauti na sibu, ni mfumo wa sauti na sibu zinazofanikisha mawasiliano. Lugha ni mfumo wa sauti na sibu zinazofanikisha mawasiliano. Tunasema ni sauti na sibu kwa sababu hizi ni sauti tu zimebuniwa hapo kabla hazikuwa na maana, lakini tukazipa maana zinazofanikisha mawasiliano. Pili, pale nilikuambia umuhimu wa lugha. Umuhimu wa lugha, kwanza ni chombo cha mawasiliano. Unaweza kuwasiliana na mwenzako, namwambia nataka kwenda haja ndogo, hivyo ni chombo cha mawasiliano. Pia ni chombo cha ajira, unaweza chombo cha ajira. Lugha pia uburudisha, inaburudisha wakati ambapo unasikiza hadithi. ni kitambulisho cha mtu na utamaduni wake, unaweza kutambua huyu ni mtu mtu wa jamii gani kulingana na vile hata unasikia ile lafudhi yake ya lugha, unaweza kumtambua ni wa jamii ya wa Wamasai ni wa jamii wapate pia. Huweza kuendeleza elimu, lugha inaendeleza elimu kwa sababu unatumia lugha kusoma zaidi. Unaweza kuendeleza dini, ukiangalia wakati ambapo unahubiria watu, unahubiria kwa kutumia lugha. Na mwisho serikali kupitisha sera zake, lugha pia inatumiwa.